Wizara ya ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi inakuletea huduma mpya na rahisi ya kuboresha taarifa zako za umiliki wa ardhi na mashamba kupitia simu yako ya kiganjani. Kupata huduma hii, tuma neno ardhi kwenda nambari 15774 na ufuate maelekezo. Huduma hii ni bure kwa wateja wa mitandao yote ya simu nchini. Toa taarifa zako sasa kwa usimamizi bora wa ardhi na mashamba. Na jambo Tanzania, kama ilivyosema awali, niko na meneja wa kampuni ya Global Publisher. Huyu ni Abdalla Mrisho, tukizungumzia masuala mbalimbali na hasa shindano lao la bahati nasibu la Global Publisher, na sasa basi tunazungumzia kuhusiana na burudani Christmas, yeah. Watazamaji wanataka kufahamu katika hiyo Christmas, mmewaandalia kitu gani? Sawa. Kwa upande wa Christmas mm. Kusema kweli kuna burudani moja kubwa sana inakuja, kama kama ambavyo unavyojua Diamond ni miongoni mwa wasanii wanafanya vizuri sana ndani mm. uh, na nje ya Tanzania mm. sasa hivi, kwa sasa hivi na kwa sasa hivi kwa mwezi huu kama ambavyo unafahamu au watazamaji ambao watakuwa wanafahamu mm. ame ametoa wimbo wake mpya mm na huu wimbo umeshakuwa gumzo tayari kwenye mitandao. Utanipenda, unaitwa Utani, je, utanipenda. Utani, utanipenda, utanipenda uh -huh. uh -huh. ni wimbo ambao kusema kweli kwa wale ambao tayari wameshauona uh -huh. kwa sababu ameanza kuutoa, uh, kwenye mitandao kwanza kwa kupitia video okay. kwa hiyo ni wimbo ambao tayari umeshagusa hisia za watu wengi sana Mm. Na hivi Jumatatu ndo anatarajia kutoa rasmi tena kwenye radio. Mm. kwa kwa vyombo vingine vya habari vya radio. Kwa hiyo uh, katika show hiyo ndo anatarajia vile vile kwa mara ya kwanza kuzindua, kuzindua na kutambulisha rasmi kwenye stage. Lakini pili vile vile kwa mara ya kwanza Diamond, anatarajia vile vile kuzindua bendi yake. Atakuwa ah, na bendi. Okay. Maanake utakumbuka, uh, show ya mwaka jana ya Christmas alifanya, lakini alifanya na bendi, lakini haikuwa kamili kwa maana kwamba alitumia baadhi ya vyombo ili kupiga ile live band. Lakini uh, kwa wakati huu yuko kwenye maandalizi makubwa sana ya kufanya uh, ya kufanya mazoezi na bendi nzima ile Wasafi Classic. Sasa kuna Wasafi Classic band ambayo ina vyombo vipya vya kisasa vya mm. kuweza kupiga zile nyimbo zake zote kwa kutumia vyombo halisi mm -hmm. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza watakaobahatika kuhudhuria hii show ya kihistoria wataweza kuona Diamond ana perform live na vyombo vya bendi mm. Kwa hiyo hiyo ni burudani ambayo tunaamini kwamba, uh, itaweza ku, uh, kukonga nyoyo za mashabiki wa burudani kwa kiasi kikubwa sana mm kwa sababu kama unavyojua, uh, the live kwa upande wa Christmas huwa ina inakusanya burudani karibu zote, kuanzia watoto mpaka watu wazima, na ni burudani ambazo zinakuwa zinafanyika pale kuanzia asubuhi mpaka alfajiri tena. Kwa hiyo watoto wenyewe wana sehemu yao, ambapo wanapata burudani za sarakasi, mazingaombwe uh, na michezo mbalimbali ya kuwaburudisha mbali, kuanzia ile asubuhi mpaka saa kumi na mbili jioni. Alafu baada ya hapo watu wazima na wenyewe wanapata burudani sasa ya kiutu uzima, na sio tu Diamond atakuwepo, lakini vilevile atakuwepo na wasanii wengine kama, kama vile Msagasumu, kama unavyojua Msagasumu, kama Msagasumu uh, ni msanii ambaye wanasema ni, ni, ni bingwa wa hizi nyimbo wanaita za singeli na, uko, au hizi nyimbo eh, za wanaita mchiriku hmm, au nyimbo za za uswazi hata. Okay, kama wanavyojua Mbagala au wapenzi wa wanani, wakazi wengi wa maeneo ya Temeke uh, Ilala na hasa Mbagala kwenyewe wanapenda sana hizo nyimbo na huyo nistawao, no, ni kama ni staa wao Saga Sumu ambaye naye atakuwepo. Lakini vile vile watakuwepo vijana wa kudensi, mabingwa wa kudensi wanaitwa Kali dancers hawa ni vijana ambao nawenyewe wamejipatia umaarufu mkubwa sana kwa upande wa, wa, wa, wa, wa kucheza muziki kwa staili tofauti tofauti. Kwa hiyo ni, ni siku ambayo kutakuwa kuna burudani mchanganyiko ambazo kusema kweli uh, haipaswi mtu kuzikosa kuziko, kuziko, kuziko, kuziko. kuziko, na, na live sasa hivi imebadilika swala maswala zima ya maswala ya ulinzi maswala ya parking, masuala ya mazingira pale, mm -hmm. Kiusalama ni ya hali ya juu sana. mm -hmm. Kwa hiyo mtu asiwe na wasiwasi kabisa kwa kuchukulia kwamba nikienda labda kuna fuji, kutakuwa, kuna au nini? Hapana. mm -hmm. Ni sehemu salama ambayo mtu anaweza akaenda na familia yake kwa kipindi kile ambacho kinahusu watoto, watoto wakacheza. Kuna michezo mingi mle ndani kama vile mabembea, sarakasi, kuogelea. mm -hmm. Yote hivyo vinafanyika. Kwa hiyo ni sehemu ambayo mtu anaweza akaenda na familia yake na akapata burudani ya kutosha sawa. Menye tupate udondozi wa vichwa vya habari vya magazeti na kisha tutaendelea kwako, Regina Ndasika.